ya kwetu hapa watu wanaangalia tajiri si watu waliojenga historia. Ni tatizo kubwa la sisi wa Tanzania ndio. Mm. na yeah, unavyoona hali halisi wewe, ushakuwa katibu mkuu na wewe ni kocha ambaye umekuwa hapa, lakini hebu tuwasikilize ambaye uh, mwenzetu ambaye yuko kule Taifa, nini ambacho kinatokea sasa hivi? Well, bahati mbaya bado wenzetu hawako vizuri, lakini eh, ili ndio gari na nikuzungumzia kama kocha Kaduguda, badala ya kuwa kama eh, katibu. <coughs> Kikiwa katika arrival kama hii ndani ya basi nini aandawacho hmm, wanakiongea ndani ya basi mara nyingi. Mtu kama coach, unatakiwa kuwaweka wachezaji kisaikolojia, kwa sababu mpira una nguzo nne kubwa kokote duniani: kuna technique, tactic kuna stamina na endurance, alafu kuna psychology. Hivyo ndio nguzo nne kubwa za mpira duniani. Kwa hiyo baada ya kuandaa technically tactically na kwenye endurance, kwamba wana utimamu wa mwili wa kutosha, kwa hiyo unawatengeneza kisaikolojia, kwa hiyo mazungumzo yote yanakuwa ni concentration ya mazingira ya mechi kuliko kuwa na saikoloji, saikolojikali kuwa na matatizo mengine ya nyumbani, msiba na mambo mengine mengi ambayo yanaweza yakamwondoa nje ya mchezo. Kwa hiyo unatengeneza mazingira ya kuwafanya wachezaji wawe ndani ya mchezo ule husika ili uweze kupata ma, mafanikio mazuri katika mechi husika. Na mnaruhusu hali hii ya wachezaji kufungua vioo? Ha, unaweza ni wana relax wa ndio saikolojia ya kuwapiga mashabiki wa Yanga. Bake Simba naona anapitia upande ambao na mashabiki wa Yanga eh, maana yake inawezekana ni hiyo, inategemea na match plan. Kuna kitu kinaitwa match plan mwalimu ameplani nini na kuna wakati watu wa